Kwa majina naitwa Kalebu Gideon Mayanga, natokea mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Nyasa, kijiji cha Liuli, ndiko kuna kituo changu. Uh, ushuhuda nilionao ni kuhusiana na kazi ya Mungu inayoendelea katika eneo lile. Tembelea familia moja ambayo nilifanikiwa kumkuta mama. Uh, ile familia kimsingi hawakunipokea vizuri. A, Mungu anatengeneza njia pasipo na njia. A, siku moja mtoto wake na huyu mama ambaye hakunipokea vizuri nyumbani alikuja na mwanaye mdogo kabisa ambaye alikuwa ameumwa kwa muda mrefu. Alifanikiwa kumpeleka hospitali lakini ilishindikana, akampeleka kwa hawa wa, tunawaita waganga wa kienyeji, lakini napo ilishindikana na mtu mmoja akamwambia kuna mtumishi wa Mungu hapa, anaweza akakusaidia. Na akamleta nyumbani. Alivyofika nyumbani, kweli niliomba naye. Baada ya kuomba naye akanieleza juu ya habari ya mtoto wake na kote alikozunguka, hivyo ikabidi kuchukua jukumu la kuweza kumfundisha vizuri neno la Mungu, lakini pia kumwombea yule mtoto na kumpatia dawa pamoja na lishe unga walishe kwa ajili ya kuendelea kufikia yule mtoto. Kwa bahati nzuri, ilipopita tu siku mbili akaniletea taarifa ya kwamba mtoto anaendelea vizuri. Hilo nilimshukuru Mungu, na mpaka sasa, sasa alifungua uh, njia kubwa ya kuzidi kuwasiliana naye, pia kupitia masomo ya neno la Mungu. Lakini mpaka sasa mtoto wake yule mkubwa ameshabatizwa. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukakata tamaa lakini Mungu anafungua njia pasipo na njia. Ah, kitu ambacho napenda pia kukizungumza katika eneo lile ni eneo ambalo kimsingi lilikuwa linaonekana ni gumu lakini Mungu ameendelea kufungua njia na mpaka sasa wapo watu wengi ambao wameshabatizwa. Hilo ndilo jambo ninalopenda kumshukuru Mungu jinsi anavyozidi kufanya kazi yake. Asante. <coughs>